Katika jimbo la Masasi mjini mkoani Mtwara wananchi wametakiwa kuunga mkono ilani ya Chama cha Mapinduzi inayotekelezwa hapa nchini ili iweze kuwanufaisha katika miradi na mipango ya maendeleo inayokusudiwa na serikali. Kauli hiyo imetolewa na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Nape Nnauye, ambaye pia ni katibu wa itikadi na uenezi wa chama cha Mapinduzi na mbunge wa jimbo la Mtama mkoani Lindi, wakati wa mkutano wa kampeni za uchaguzi wa mbunge unaotarajiwa kufanyika kesho baada ya kusitishwa kutokana na kifo cha aliyekuwa mgombea ubunge wa jimbo la Masasi mjini kwa tiketi ya chama cha NLD Emmanuel Makaidi mapema mwezi Oktoba mwaka huu. Kauli hiyo imetolewa na waziri wa habari utamaduni, sanaa na michezo, Nape Nnauye, ambaye pia ni katibu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi na mbunge wa jimbo la Mtama mkoani Lindi, wakati wa mkutano wa kampeni za uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika hapo kesho, baada ya kusitishwa kutokana na kifo cha aliyekuwa mgombea ubunge wa jimbo la Masasi mjini kwa tiketi ya chama cha NLD Emmanuel Makaidi kufariki mapema mwezi wa Oktoba mwaka huu kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu. hadi zake zote zitaishi hapa hapa mtaani, yeah! Hapa haziendi popote, yeah! Ini sasa, jitokezeni kwa wingi Jumapili, yeah! Nendeni mkapige kura, jazeni kura zote kwa Chama cha Mapinduzi. Tumeelewana. Kwa upande wake mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoani Mtwara amewataka wananchi hao kutofanya makosa katika uteuzi huo ambao ameueleza kuwa ni kiungo kimojawapo cha kuleta chachu kimaendeleo mkoani humo. Tuna kikubwa zaidi, ndugu zangu, ni maendeleo, na maendeleo hayawezi kuja bila utaratibu sawasawa, kupika bila moto, huwezi kupika bila moto. Utafanyaje kazi kama huna elimu? Katika karne hii katika karne hii, umchague mbunge ambaye hajaelimika, huu ni mkasa mkubwa sana. Wasomi waweza kusukuma mkoa huu kwa maendeleo, tunapokuja kuletea watu wengine, huu ni msiba mkubwa sana. Tunahitaji kutuletee chuachua chua, tufanyilie chua, kazi tumesimama. Nina hakika maneno haya yatafika kwa watu wote. Yeah, yeah, yeah. Sisi watu wa Masasi, yeah, yeah, yeah, wanahekima, na watafanya uamuzi sahihi. Yeah, yeah.